Uliandikia watu ambao wanasoma pale mwanzoni kabisa, japo ili alihusiki sana chuoni ili limatokea, lakini mfano tu, aina ya kozi ambayo mtu anaamua kuisoma pia huwa inatabiri au ni mtu aina gani. Wakati mwingine hatuathiriwi tu kwa aina fulani ya maisha, lakini pia hata aina ya karakta ya maisha yetu inaweza kuathiriwa na aina ya kozi ambazo tumezisoma. Kimbizana na muda sana kwenye kile ambacho umekipata kwa wakati huo, wapo shule ama nje ya shule, kwa sababu mambo mengi yamefungwa kwenye muda. Halo? hapo tuko sawa, hapo tuko sawa. Okay. Katika swala hili pia anaweza kusisitiza au nitaulisemea kwenye individual. Social life skills, jambo la pili. Social life skills, ujuzi wa aina ya pili ni kuishi vye vizuri na watu wengine. Abilited with, well with others. Maisha ni watu, watu wanaokuzunguka wana nafasi kubwa yako kufanya ufanikiwe ama kufele. Hiki ama jambo hili inasisitizwa kuwa makini na aina ya watu ambao una socialize nao uwapo shule ama chuoni na hata maisha baada ya chuo. Jambo latatu Individual life skills. Ability of the persons to live well. Hii sio ishu ya mtu na mtu hapa. Sasa tunasema ni serikali ya mtu binafsi, maisha ni wewe. Ukifeli hakuna mtu mwingine wa kukusaidia, uwezo wa kutawala hisia na msongo wa mawazo, maisha na vitu vingi vya kuchanganya Mungu awe wa kwanza kwenye kila jambo. Wako watu wanasumbuliwa na mahusiano. No sex before marriage. Yusufu na Bikira Maria ni mfano mzuri wa watu ambao hawakuruhusu sex before marriage, kwa sababu sex ina tabia ya kuvuruga mifumo ya fahamu. Sex zinawafanya watu walioko chuoni wakati mwingine wafeli. katika miaka yangu ya chuo Nimeshuhudia watu wengi wakifa kwa sababu ya mapenzi au mahusiano ya kingono. Ukiwa na shida mkabidhi yeye, Mungu atakusaidia. Ukifiwa, yeye ni mume wa wajane na baba wa yatima. Jambo la tatu katika individual life skills, assertiveness. Assertiveness. Nini maana assertiveness? Assertiveness tunasema the abilities of the persons to know where he or she came from. Okay, ngoja nitumie nyepesi zaidi. Ability of the persons to know what he or she want. Sawa? Uwezo wa mtu wa kujua nini anacho kitaka ama nini anachotafuta. Kwa nini niko chuoni? Baada ya chuo hii ndio nimeishaiona picha, maisha kawaida napita vipi? Ile picha niliyokuwa nayo chuoni, sasa nimetoka napitaje? Hiyo ndio inaitwa ability to know what you want. Sio kazi kupata jibu hili. Jambo la pili katika hii sentence ya assertiveness, ability to know what you want, swali la pili inatakiwa liwe why you want so Ability of the person to know what he or she want and why he or she want. Kwenye assertiveness, lazima mtu yote ajue anataka nini na ana, kwa nini anataka nacho kitaka. Haleluya. Ya lazima ujue hiki ninacho kitaka sababu zake ni zipi, ukijua itakuongezea nguvu zaidi ya kupambania ili uweze kufikia kile ambacho unakikusudia. Hili pia si kazi. Jambo la mwisho gumu katika selfless, inasema the methods the procedures mbinu mikakati ya makusudi ya kufikia kwenye kile unachokitaka, ni sentensi moja tu ya selfless nikiunganisha, in inasema hivi ability of the persons to know what he or she want and why he or she want. Unajua ni nini kilichokufelisha, tukiacha pointi za Mungu alipenda, tukiacha ni hii hapa pofeli kwenye maisha, jambo fulani lazima pia tutafute kuto kufeli kwenye malengo mapya baada ya yale tuliyokuwa nayo kufeli. Are we together? tuko tayari? Ukifanya kosa lolote unaanza kupata picha juu ya adhabu utakayopata. Vyanzo vya mitazamo: moja, wewe mwenyewe ni mtu wa kwanza ambaye unaweza kutengeneza mtazamo sahihi katika maisha yako. Jambo la pili, watu wanaokuzunguka. Ni vyema kujifahamu vyema ili unapo, anapokuja mtu mwingine asiathili athi mfumo wa maisha yako ama mfumo wa setup ya aina ya ubongo wako. Hapa kiwango cha kutegemea wengine huwa ni kikubwa. Jambo la pili kuto kuaminiwa. Unapopata hali ya kuto kuaminiwa wakati fulani, usitazame watu wanakuonaje, jisemeshe nafsini mwako kwamba wewe ni bora. Tazama watatu, kujiona bora ama unaonwa bora kuliko watu wengine. Eneo hili ni hatari kidogo lakini pia linaweza likawa bora kama ukimalika kwenye mtazamo chanya alafu kweli ukawa bora. Ni vyema ukajiona bora na kweli ukawa bora. Watu wengi wanajiona bora lakini si bora. Kujiona hufai mtazamo mara nyingi kujitokeza pale unapofeli. Kwa walioko chuoni, ukipata mesapu usijione kama hufai, ukipata sapu usijione kama hufai. Ulipata msebule ukakuacha, wala isikuteze, we ni mzuri we ni mlembo, kama we ni binti, asikudharau mtu kwa namna yoyote, jinsi ulivyo kwa maumbile yako, kwa jinsia ya yako, kwa ukoo wako na kabila lako. Ukiwa mfupi kama mimi, ndio watu bora ambao hatuzeeki haraka. Ukiwa mtu mrefu, ndio watu ambao wanatumiwa kuwatazama maadui. Umbile lolote alilonalo mwanadamu ni bora kwake mwenyewe na kwa Mungu aliyemuumba. Ukiwa mweusi wewe ni bora uhitaji a right. Yani, mtu mweusi anaweza kubadilika kuwa mweupe, la mweupe hawezi kuwa mweusi. Kwa hiyo tafuta maneno yoyote haya, najaribu tu kukupa mambo ambayo yanaweza kukuambia wewe ufanye nini. Haufai mtazamo mwingine kuona ulipo sio mahali sahihi, once unapohisi kwamba haupo mahali sahihi ni kosa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliopo chuoni, kama tayari unasoma kozi yoyote, chonde usije ukatafuta kuiona hiyo kozi sio bora, kuna siku tafeli. Wale waliopo kwenye maisha baada ya chuo, let's say nitume mfano kwa sentensi ya walioana, yaani yani bibi harusi Montana ndiye mume wako sahihi milele na milele mpaka kufa na kuzikana sawa, eh? Yaani, kwa namna yoyote ile lazima utafute kumwona ni bora. Siku adui atakaposema mbona namwona mfupi, mbona kama kuna mwamba moja mrefu, hilo tatizo litaanzia hapo. Utakosa amani, utajitesa. Mimi nilitaka kumuoa mzungu mzungu na maisha aliendelea vizuri na mzungu, na moja ya kitu alichonipenda mzungu, sikutaka sex before marriage, na nilienda naye mpaka nyumbani. Baadaye tu nikajisikia sitaki tena kumwona nani, mzungu nikatafuta mwanamke wa huko Mbeya, undalini fupi, rangi ya kawaida, ndiye nipaka naingia kwenye ndoa. Siku napotaka kufunga ndoa niliwasiliana na mzungu, anasema anasemaje, all the best is we really in your coming marriage. Nijisikia vibaya, anasema hivi. Kweli nimeacha peace ya kizungu, bwana Yesu asifiwe sana, naingia kumuoa nani mpongo mweusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi si ningepata mimi vitoto vyeupe kala fulani hivi, alafu napiga kiingereza hivi, how are you my lord Shit, ningepita mtaani na tamba, lakini tayari nilishaamua, lazima nijisemeshe, huyu ni wangu na ni bora kuliko Kanis... eh, kuliko nani mzungu. Sante. Kuona umechelewa au umekawia jambo lolote katika maisha, mtazamo huu si sawa, kudhani kwamba umekawia. Wale waliomaliza chuo tayari, hujaoa hujaolewa Usihisi umechelewa. haraka, haraka haina baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. kuona unakwamishwa au unakoseshwa na watu wengine kuona unakwamishwa au unakoseshwa na watu wengine, huu sio mtazamo sahihi, kama ambavyo nilitangulia, na hii ndio pointi yangu ya mwisho kwa sababu ya dakika ambazo nilikopo nazo. Uh, maisha kama nilivyosema mwanzo ni mimi, sema maisha ni mimi. Kila mmoja anataka sikie sauti, nataka siku kusema sema maisha ni mimi, sio baba yangu wala mtu awaye yote. Kufeli kwangu kumesababishwa na mimi mwenyewe, nikifanikiwa ni mimi mwenyewe, sawa sawa. Kwa huu ni bonge la mtazamo sahihi sana, ambao hautakiwi kuruhusu jambo lolote katika maisha yako, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba kila jambo ama kila hatua ama kila tatizo ambayo nakutana nayo leo, kama halihusiki na Mungu, basi mimi ndiye niliyefanyaje, niliyelileta. Anaefeli ni yeye, ambaye akufanya nini, akusoma, si ndivyo? Wewe uliamua kutokuacha udaktari ukakimbilia kule, sentesi moja tu uliferi physics, uliferi biology, uliferi hesabu, na mzuri wa hesabu haukuwa rahisi. Uliamua kuacha ukaingia kule, jipongeze ulipo na hukukosea, uko sawa na utatobolea hapo hapo, sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya! Kwa hiyo ndio maana hii mitazamo nimeiweka tofauti kwamba Once hili linaposhindwa lazima uibuke na jambo lingine. Ndio maana kuna mtazamo wa kwamba kila ulipo kama ni bora usijilaumu tafuta kujiboresha mali ulipo. Nilisoma nikamaliza, sina kazi ambayo nilitarajia kutokea wapi chuoni. Tafuta njia nyingine inawezekana. Na hili ndilo neno la Bwana. Amen.